Usiku wa kienyeji. Uh, tumewaita hapa ili mkawaambie uh, watu na mkawapelekea hii habari kwamba uh, New Shangwe Bar and Lounge siku ya tarehe tisa ijumaa hii elfu mbili na ishirini uh, na sita tunakwenda kuzindua jambo kubwa kabisa ambalo halijawahi kutokea linaitwa usiku wa kienyeji. Usiku wa kienyeji ni nini? Watu wanaweza kuwa wanajiuliza. Tumezoea kuna usiku zinakuwa nyingi, lakini hii ya kienyeji uh, watu waifahamu. So, kwa mara ya kwanza tunakwenda kuizindua hapa New Shangwe Bar and Lounge Makole Dodoma. Kwa hiyo kwenye usiku wa kienyeji ambao tunakwenda kuizindua itakuwa na vitu vingi sana. Aa, ni usiku ambao wa kitofauti, ni usiku ambao umekuja na vitu vya tofauti ambavyo havikupatikana wa na havikuwahi kupatikana sehemu nyingine yoyote. Aa, moja ya kitu ambacho kinakwenda kupatikana usiku huu wa kienyeji ni pamoja na kuwa na vitu vya kitamaduni, vitu vya kiasili, vitu vile ambavyo unajua kabisa pengine labda urudi Eh, nyumbani kwenu ulipozaliwa eh, ulipotokea ndio utakutana navyo, lakini sisi tumeamua kukuletea hapa eh, Dodoma, lakini tumeamua kukuletea hapa New Shangwe Bar and Lounge. Sasa habari kubwa ni kwamba usiku huu wa kienyeji hautakuwa tu peke yake eh, hautakuwa tu usiku wa kienyeji kama ambavyo uh, unasikia inatangazwa na vitu kama hivyo. Usiku huu wa kienyeji utakuwa ni usiku ambao utakuwa na burudani kubwa sana, burudani hii ambayo itakwenda kuleta mapinduzi makubwa kwenye siku ya Ijumaa hapa New Shangwe Bar and Lounge. Burudani hii itakwenda kufanyika au burudani hii itashushwa na e, Halima Nyakanga e, au Halima Baikoko e, mshikamake e, prekeke mshika make ke, ke prekeke sijui tunaelewa e, mshika mshika mapembe. Kwa hiyo burudani hii itashushwa na Halima e, mshika makeke sijui tumeelewana, lakini pia burudani hii itasimamiwa na DJ Mtasha kutoka Dar es Salaam, lakini pia Halima kutoka Dar es Salaam, lakini pia tunaye e, Dalila Mwarabu mtoto wa mjini na timu zake zote atakuwepo hapa kuhakikisha kwamba burudani hii inakuwa ni kubwa na ya tofauti sana. Hii tunakwenda kuzindua, lakini niwaambie tu kwamba wanadodoma wote na viunga vyake kwamba usiku wa kienyeji utakuwa ni kila Ijumaa. Wa utafanyika hapa New Shangwe Bar and Lounge. Tumeanza tarehe tisa, basi tutaenda na ijumaa nyingine na nyingine, itakuwa kila Ijumaa burudani ya usiku wa kienyeji itakuwa inapatikana hapa New Shangwe Bar and Lounge Makole, Dodoma. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wana Dodoma wote tunawakaribisha uh, sehemu zote, waswahili wote, watoto wa kienyeji wote uh, timu zote kwamba kila ijumaa tumewaandalia siku yenu hapa Nyushangwe Bar and Lounge kwenye usiku wa kienyeji. Usiku huu pia utaambatana na vyakula vya kiasili. Tutakuwa na ugali wa mtama, tutakuwa na bamia mlenda, tutakuwa na kichuli, tutakuwa na ugali wa muhogo, tutakuwa na maharage yalioungwa na nazi, tutakuwa na ugali wa tofauti tofauti na ugali mwingine ambao umeuzoea. Lakini pia tutakuwa na vinywaji vya asili, tutakuwa na mbege, tutakuwa na togwa na hizi zote zitatolewa bure siku ya uzinduzi wa usiku wa kienyeji. Kwa hiyo mimi niwakaribishe sana sana sana hapa New Shangwe Bar and Lounge Makole, Dodoma, ili mje mshuhudie usiku mkubwa ambao haujawahi kufanyika, usiku wa kienyeji. Eh, nimekuambia burudani ataishusha Halima Nyakanga, eh, mzee wa praka kenge na vitu kama hivyo, na DJ Mtasha atakuepo ndani pia, lakini pia wasanii wengine tofauti tofauti watakuwepo wakishusha burudani. Uh, ya singeli na burudani nyingine nyingi sana, lakini cha mwisho nachotaka kuambia, uh, usiku wa kienyeji hauna kiingilio. Usiku huu ni bure kabisa na sasa hivi watu wananunua vijora, uh, vijora vinapatikana kwa shilingi elfu kumi na vinapatikana hapa New Shangwe Bar and Lounge Makole Dodoma. Kwa hiyo kuna vijora, kuna sare ya vijora ambayo vinapatikana kwa shilingi elfu kumi, uh, rangi tatu Eh, ukipita kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii utaona zile rangi tatu ambazo zinapatikana kwenye usiku wa kienyeji. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wanadodoma wote mkaribie kwenye usiku wa kienyeji. Uh, usiku huu hauna kiingilio na ni bure kabisa. Kama ambavyo nimekwambia unaweza kupita kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram uh, lakini pia na ukipita kwenye namba yetu ya simu 0652 913432 Instagram, uh, at new shangwe bar uh, ukipita pale ukiandika at new shangwe bar au ukiandika tu new shangwe uh, bar basi unapata kila kitu ambacho kinaendelea. Mimi ni wakaribisha sana na karibuni sana kwenye usiku wa kienyeji uh, kwa asilimia mia moja uh, kwa nini? Itarudisha hali ya burudani kwa mkoa wa Dodoma kwa sababu yaani hata ukipita kwenye baa zetu nyingi, burudani ni zile zile, mambo ni yale yale, vitu ni vile vile. Kwanini tumekuja na usiku wa kienyeji? Neno kienyeji limebeba usiku wote unaojua wewe, si usiku wa ngombe, usiku si wa pembe, usiku si wa kijola, usiku wa nini. Hivyo vitu vyote ni vya asili, na asili yake tunaizungumzia, asili ni mambo ya kienyeji. Ndio maana hata kwenye kuumwa, mtu anasema ameshindwa kutibiwa hospitali, ameenda kutibiwa kwenye dawa za asili, kwa maana kwamba dawa za kienyeji. Kwa hiyo hapa unachokutana nacho eh, ni usiku wa kienyeji. Na, na, na watu wanapenda uh, kwa sababu kuna mwitikio mkubwa, mwitikio mkubwa sana, kwa sababu mpaka sasa hivi tumeshauza vijora 200. Kwa maana kwamba vijora 200 na watu wanatoa oda, tuna mpango wa kuongeza tena vijora 100, kwa hiyo unaona watu me, wamepokea jambo kwa ukubwa kiasi hicho, lakini pia watu wanavutiwa na namna gani ambavyo tumekuja na huu usiku wa kienyeji, usiku wa tofauti, jina la kipekee kabisa ambalo hukuwahi kulisikia sehemu yoyote yani, hukuwahi na hutawahi kulisikia sehemu yoyote, usiku wa kienyeji tofauti na nyu shangweba eong